Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya muda huu ulio mzuri na katika wakati huu uliokubaliwa mbele zake. Ni muda mwingine tena ambao kwa neema yake Mungu wetu, kwa neema yake na huruma yake, amekusudia ya tupate kufundishwa na kuelekezwa na yeye mwenyewe vile atakavyo na vile apendavyo. Ni kushukuru wewe ambaye unaendelea kutenga wakati wako na kufuatilia mfululizo wa mafundisho haya katika chaneli yetu, yetu ya YouTube. Mungu akubariki sana na neema ya Bwana ikazidi kuwa pamoja na wewe. Katika muda huu wa siku hii tunayo somo linasema ya kwamba ingia kwenye safina. Ingia kwenye safina. Somo letu linasema ya kwamba ingia kwenye safina. Ninaomba nimshukuru Mungu, alafu tapata kuendelea. Baba Mungu mwenyezi, mfalme wa mbingu na nchi, Mungu muumba wa vyote vyenye kuonekana na ambavyo havionekani pia wewe ndiwe ambaye ni muumbaji, tunakushukuru Bwana kwa muda huu tena ulio mzuri. Tunaomba Roho Mtakatifu mwenye hekima na elimu, vyote tufundishe Bwana, wanao na watoto wako vile upendavyo, kwa utukufu wa jina lako. Sifa na heshima ni kwako Yesu Kristo, sema mwenyewe Bwana, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen, amen somo linasema ya kwamba ingia kwenye safina ingia kwenye safina tuomba tukasoma andiko matakatifu kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 36 mpaka 39 Mathayo 24, 36 mpaka 39 maandiko matakatifu yanasema walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae hata malaika walio mbinguni wala mwana ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku, siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. 38 kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue; hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Jina la Bwana libarikiwe, nam. Tuomba tukasome tena katika maandiko matakatifu kwenye kile kitabu cha Mwanzo, ile mwanzo sura ile ya saba na mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Jina la Bwana lihimidiwe. Nam katika maandiko matakatifu Mungu wetu anasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Mathayo, ya kwamba Yesu Kristo so akiwaonyesha wanafunzi wake sura na namna ambavyo siku ile itakavyokuwa, anaanza kumwambia kwamba siku ile hakuna ajuaye, baba peke yake afahamu ya wala malaika nao hawajui, naendelea kuambia kwamba mfano wake itakuwa katika siku zile za Nuhu. Ni kama vile siku za Nuhu ambavyo watu ilikuwa ni kawaida wanakula, wanakunywa, wakioa na kuolewa hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue, galika ikaja ikawachukua ghafla ndivyo takavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya saba na mstari wa kwanza Mungu anamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako katika safina kwa maana nimekuona ya kwamba u mwenye haki katika kizazi hiki ambacho kipo katika majira na nyakati zile za Nuhu alizokuwa. Kwa katika siku zile Mungu anaona ya kwamba uovu wa mwanadamu ulikuwa umezidi sana katika ulimwengu. Wanadamu walizidi katika dhuluma. Kutoka kwenye zile sura ya kitabu cha Mwanzo anasema wana wa Mungu wakaona wana wa wana, wanadamu wana na binti zao wakaoa, vile ambavyo wanahitaji. Kila mtu akafuata uovu vile wanavyovyema machoni pake, na Mungu akaigarikisha dunia, akaigarikisha nchi, akasema ya kwamba katika kuigarikisha dunia, akamwona Nuhu na kumpenda, akamwona Nuhu ya kuwa ni mwenye haki, hivyo akamhurumia ndivyo ambavyo akamwambia Nuhu atengeneze safina. Nuhu alikuwa akitengeneza safina, lakini watu kwa namna ya kawaida kabisa, alitengeneza safina Nuhu kwa muda mwingi tu, lakini watu kwa jinsi ya kawaida, kwa kuwa wamezoea kwe, kwa hiyo yamkini walikuwa hapo ambao walimwona Nuhu akifanya kitu ambacho hakiingii kwenye akili zao, yamkini walimwona Nuhu akifanya jambo ambalo haliingii kwenye fahamu zao wao wanamwona ya kwamba anapoteza muda, wanamwona ya kwamba anapoteza wakati, wanamwona ya kwamba anafanya kitu ambacho hakiwapendezi wao wao wanaona wanayofanya wana, wana ndio ambayo ni yenye kuwapendeza na ambayo yenye kuwafaa, wakachukulia kawaida, lakini Mungu alipanga kuigarikisha dunia. Naam, katika safina inayosemwa ni katika uokovu, moja kwa moja inaunganishwa katika sura ya uokovu, ameonyeshwa katika safina, lakini kilejelea neema hii ambayo Mungu wetu ametupatia hii neema ya uokovu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo akatuonesha ya kwamba kila ambaye atamkiri yeye huyu ataokoka. Hivyo kwenye kipindi cha Nuhu, Nuhu alikuwa akitengeneza safina, watu wanamwona ni wa kawaida, ni kama anapoteza muda. Wengine walimdhihaki, wengine walimwona hafai, wakaendelea na jinsi ya ukawaida, wenye kunywa wakaendelea kunywa, wenye kuoa wakaendelea kuoa na watu kuolewa, na kila namna na aina ya anasa wakaendelea na kama ambavyo iko katika wakati tulio nao, watu wanaona injili ni kama kawaida. Wakihubiriwa wanasema ya kwamba hao mbona ni wahubiri tu wa kila siku, mbona ni walokole tu wa kila siku, wamezoeleka, wakichukulia yote ni kama kawaida, wakisema ya kwamba ngoja wao waendelee kwanza kunywa, ngoja wao waendelee kwanza, wenye kuoa, wenye kufanya harusi na namna yote. Haimaanishi ya kwamba watu wasifanye harusi ama wasioe ama wasiolewe, la lakini semwa katika jinsi ya kudhalau ile wokovu, katika namna ya kuchukulia kawaida ya kwamba mbona injili imezoeleka, mbona namna imezoeleka, ngoja tuendelee kwenye dhambi kwanza. Watu wakaendelea kulewa, watu wakaendelea kufanya zinaa, watu wanaendelea kufanya kila namna ya uovu, lakini Mungu anamwambia Nuhu ya kwamba, ingia wewe na jamaa yako katika safina, kwa maana nimekuona ya kwamba umwenye haki katika kizazi hiki. Kama vile ambavyo Mungu anasema na mimi, anasema na wewe hapo ulipo ya kwamba ingia wewe katika safina, ingia, kimbilia katika safina, ya kwamba kimbilia katika wokovu, kimbilia katika kumwamini Yesu Kristo, kimbilia katika kugeuka na kuachana na dhambi. Anasema ya kwamba kimbilia, ingia katika safina, ingia katika kumwamini Yesu Kristo ok, na kuachana na hali ya kuchukulia kawaida na hali ya kusema ngoja tuendelee kwanza. Kuna mwingine anaweza kusema ya kwamba mimi niendelee kwanza katika jinsi niliyo nayo, nivute kwanza sigara kidogo, nivute madawa ya kulevya kidogo, nifanye zinaa kidogo, nilewe kidogo, kwa muda utakaokuja, nami ndipo ambapo nitaokoka, asijue ya kwamba siku ile ni siku ambayo itakuja kama umeme utakavyo mashariki. Maandiko matakatifu yanasema Yesu Kristo anasema ya kwamba itakuwa kama vile siku za Nuhu, watu wakichukulia kawaida, wakichombani, wakati wa amani, ngoja walewe kidogo, ngoja wazini, ngoja waabudu sanamu, ngoja wafanye kila namna, lakini wasijue ile siku itakayokuja itakuja, itakuja ghafla. Katika mstari wa arobaini ile Mathayo 24 anaendelea kueleza Yesu Kristo ya kwamba itakuwa katika siku itakayokuja, watu wawili watakuwa kundeni atwaliwa moja achwa, wawili watakuwa wamelala, moja atwaliwa mmoja achwa, akisemea katika habari ya siku ya unyakuo ambayo itayari kuja ambayo itakuja katika siku za usoni ambayo itakuja katika, katika namna ambayo haitatarajiwa. Paulo anaandika ya kwamba itakuwa katika ni kama kufumba na kufumbua, itakuwa ni ghafla. Mungu anasema nawe, Mungu anasema nami, na ya kwamba ni wakati wa kuingia

ni wakati wa kuingia ndani ya safina. Safina tayari imekwisha kutengenezwa, yani ni wokovu, yaani ni kutufia msalabani. Tayari Yesu Kristo amekwisha kutukaribisha katika neema ya wokovu. Ni wakati ambao Mungu anasema nawe ya kwamba ingia ndani ya safina, ingia ndani ya safina. Si wakati wa kuchelewa, si wakati wa kuchukulia kawaida, si wakati wa kuzoelea neno, si wakati wa kuzoelea Injili. Mtu akasema ya kwamba ngoja niendelee katika dhambi. Siku ile hatujui mimi na wewe. Yesu Kristo anasema itakuwa ni siku ya gafra. Mungu anasema nawe ya kwamba ni wakati wa kukimbilia kwenye safina, ni wakati wa kukimbilia ndani ya wokovu, ni wakati wa kumwamini Yesu Kristo na kufanya geuko na kumkiri huyu Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi kwa maisha yetu. Unapoingia ndani ya safina, yaani katika wokovu, ndipo kuokoka kwako ndiko kupona kwako ndiko kimbilio lako ndiko amani yako, iko sehemu hiyo. Mimi kwa sema nawe ya kwamba ni wakati wa kukimbilia katika uokovu, ni wakati wakimbilia na kumwamini Yesu Kristo aliyenjia na kweli na uzima. Maana ile yes, siku ikaribu kuja, maana wakati ule ukaribu kuja. Katika Petro waraka ule wa pili wa Petro ile sura ya tatu na mstari ule wa sita mpaka wa saba anasema ya kwamba kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Mstari wa saba, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo zikilindwa, hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasio mcha Mungu. Anasema ya kwamba dunia ya wakati ule iligalikishwa kwa maji, lakini hii ya sasa si katika maji tena, bali ni katika moto bali ni katika ghadhabu yenye kutisha kwa namna ambayo si ya kawaida. Ufunuo inaeleza ya kwamba itakuwako dhiki ambayo haijapata kuwako tokea mwanzo wa ulimwengu. Katika Mathayo pia inaeleza ya kwamba itakuwako ni dhiki ambayo haijapata kuwako tokea ulimwengu wako. Hiyo mbingu za sasa na nchi zimewekwa tayari kwa moto, ni zaidi ni mateso ambayo ni ghadhabu ambayo si ya kawaida, ni wakati ambao Mungu wetu ametupatia neema, ametufia msalabani. Katika nafasi na neema hii ya wokovu anatuita, anakuita ya kwamba ingia sasa katika wokovu, ingia sasa katika safina upate kupona, upate kuokoka, upate kuwa salama, kwa maana wakati ukaribu. Kwa maana siku ile na nyakati zile zijazo zitakuwa ni nyakati za dhiki isiyo kawaida, itakuwa nyakati za taabu, kulia na kusaga meno tena ya kwamba watakimbilia milimani wakitamani milima iwaangukie, haitawezekana. Ni wakati ambapo neema itakuwa haiko tena. Wakati tulio nao ndio ambao Yesu Kristo anatuita kwake, tumgeukie, kuachana na uovu kuachana na dhambi na kumkiri Yesu Kristo kuwa ndiye Bwana wetu na Mwokozi wa maisha yetu. Katika Warumi ile sura ya kumi na mstari wa tisa, Warumi kumi na mstari wa tisa. Warumi kumi na mstari wa tisa maandiko matakatifu yanasema ya kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Kwa hiyo the moment unapomwamini Yesu Kristo, unaporudi, unakugeuka kutoka katika uovu, kutoka katika dhambi, kutoka katika kila namna isiyofaa, na ukamkiri Yesu Kristo, kwani Bwana mwokozi wa maisha yako, anasema utaokoka. Kwa ndio wito ambao Mungu wetu anatuita tuingie ndani ya safina, kwa maana mbingu hizi na nchi hizi zimewekwa tayari kwa moto kugarikishwa kuondoshwa. Anasema ya kwamba nyakati ambazo zitafika mbingu zitaondosha kama ukurasa ufunue naeleza. Kwa hiyo ni wakati ambao wa kugeuka na kumkiri Yesu Kristo, ni wakati wa kukimbilia ndani ya wokovu. Humo ndimo kuna usalama, humo ndimo kuna usalama. Nje ya safina kuna garika, nje ya safina kuna kuteketezwa wa moto. Lakini ndani ya wokovu, ndani ya Yesu Kristo, ndani ya mwana wa Mungu aliye hai, ndani ya Mungu wetu, humo kuna uzima wa milele, ndani ya Mungu wetu ndani ya wokovu humo kuna uzima wa milele katika mbingu mpya na nchi mpya, humo kuna raha ya milele ile isiyo na mwisho. Ni wakati wa kumpokea Yesu, ni wakati wa kuokoka, kwa maana nje ya safina kuna gharika, nje ya safina kuna vilio na kusaga meno, nje ya safina kuna giza kuu, nje ya safina ni mateso ya jehanamu. Lakini ndani ya safina, ndani ya wokovu, ndani Yesu Kristo, yeye ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Humo kuna uzima wa milele, humo kuna raha ya milele ile isiyo na mwisho. Anasema Yesu Kristo ya kwamba yeye anayemwamini ajapokufa atakuwa anaishi. Yani hakuna ghadhabu kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo, hakuna mateso walio ndani ya Yesu Kristo. Ni wakati wa kumpokea Yesu, kumkiri na kuamini moyoni mwako, hapo uta koka hapo utakuwa na uzima wa milele. Kwenye kitabu tena cha Marko, ile sura ya 16 na na mstari ule wa 16, Marko katika kitabu cha Marko kumi na sita na ule mstari wa kumi na sita Marko kumi na sita kumi na sita maandiko yanasema ya kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba ni namna gani sasa kupona kwa mtu kuna kuja ni namna gani sasa mtu atakuwa salama, ni namna gani sasa mtu akimbilie ndani ya safina, yaani ndani ya wokovu ulioletwa katika Yesu Kristo. Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Yaani, unapomwamini Yesu na kubatizwa si kuishia tu bali, unapoamini na kubatizwa. Na kama tulivyosema ya kwamba safina inayosemwa katika majira haya tunasemea, si katika safina ya kutengenezwa kama ya Nuhu, si, si katika safina yenye, yenye, iliyotengenezwa kwa mbao, hapana, bali ni katika wokovu ndani ya Kristo Yesu. Ni katika wokovu ndani ya Kristo Yesu, anasema aaminie kubatizwa anasema kigezo cha kwanza ni kuamini, halafu mbili kubatizwa. Kile kwa unapomwamini Yesu na kubatizwa, anasema huyu ataokoka. Unapomwamini Yesu Kristo na kubatizwa, haishii tu katika kuamini, bali katika kubatizwa pia. Kuna mwingine anasema kwamba yeye amemwamini tu Yesu, lakini yupo tu kanisani, kubatizwa hataki kubatizwa, wala hana mpango wa kubatizwa. Anasema kila ambaye ataokoka ni yule tu ambaye atamwamini Yesu Kristo na kubatizwa. Kwa hiyo kubatizwa kuna kuja, ni lazima ni lazima mtu, ili kuingia mbinguni, ni lazima abatizwe. Sasa kubatizwa kupo kwa namna gani? Maandiko matakatifu yameeleza bayana katika kitabu kile cha Mathayo kwa ile Mathayo, Mathayo sura ya tatu mstari wa kumi na nne mpaka kumi na sita maandiko matakatifu yanasema, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema: mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote basi. Akamkubali. kumi na sita. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake. Maandiko Matakatifu yanatuambia ya kwamba ni ubatizo wa na namna gani ambao mtu akibatizwa, ndipo ataitimiza haki yote na kuona uzima ule wa milele usio na mwisho katika mbingu mpya na nchi mpya. Anasema ni ubatizo katika maji mengi. Kuna mwingine anasema ya kwamba mimi namwamini Yesu, alafu nimebatizwa tu kwa kunyunyiziwa kwa kuwa ni maji tu yoyote. Biblia haijasema maji yoyote, wala haijasema maji machache mesema katika kuzamishwa katika maji mengi. Yesu Kristo so alipoenda kwa Yohana, Yohana akamwambia ya kwamba yeye yeah, yeah, nakubatizaje ikiwa mimi ni mdogo. Yesu anamwambia ya kwamba kubali hivi sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote, kuitimiza haki yote, kwa maana ya kwamba hakuna mtu atauona wokovu isipokuwa kwa kuitimiza haki hii ya kubatizwa katika ubatizo wa kuzamishwa kwenye maji mengi, wa kuzamishwa kwenye maji mengi, wa kuzamishwa kwenye maji mengi. Na kuna mwingine anaweza akawa na maswali ya kwamba je, ikiwa sehemu hiyo hakuna maji mengi. Ikiwa sehemu hiyo, je, tuende Yordani? Kuna mtu akauliza kwamba je, sasa tuende Yordani tukabatizwe Yordani? Haimaanishi namna hiyo, ni kwamba mahali popote pakiwa na maji yaliyo mengi na yakawekwa wakfu hayo maji, na yakawekwa wakfu, yakawekwa maalum kwa ajili ya ubatizo, mahali popote, mto wowote, sehemu yoyote, ili mradi pana maji mengi, kwa maana kubatizwa katika baptize sahu popote pale panapokuwa na maji mengi, mtu anapozamishwa na kuibuliwa katika maji ndipo ambapo anaitimiza haki yote. Akishakuamini kuamini, akazamishwa katika maji na kuibuliwa katika maji, ndipo ambapo anaitimiza haki yote. Kuna wengine anasema ya kwamba mimi namwamini Yesu, lakini kubatizwa, nabatizwa tu katika hali ya kunyunyiziwa kwenye maji yoyote, kwa kuwa maji yoyote tu yafaa. La, hapana! Biblia haijasema maji yoyote, haijasema maji machache, imesema kubatiza. Kubatiza maana yake kuzamisha ndani ya maana yake kuzama na kuibuliwa katika maji yaliyo mengi. Mtu anapofanya namna hiyo, ndipo ambapo anatimiza haki yote, anahesabika kuwa ndiye mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu ametimiza haki yote sawasawa sawa na maagizo ya Yesu sawasawa sawa na agizo la Bwana wetu na Mungu wetu Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Kwa hiyo kuingia katika uokovu kuingia katika uzima kupona na kuokoka ni kumwamini Yesu na kubatizwa na kuishi utakatifu na kuishi sawasawa na neno na kuliishi neno sana, hapo ndipo tuna uzima ule wa milele. Maandiko yanasema ya kwamba mbingu zilizoko zi nazo na nchi inaonekanayo zimewekwa tayari kwa moto, zimewekwa tayari kuteketezwa. Ni wakati wa kumwamini Yesu Kristo, ni wakati wa kurudi katika toba, ni wakati wa kumkili Yesu na kumwamini huyu Yesu. Hapo ndipo tuna uzima wa milele. Mungu yu tayari kumpokea, Mungu yu tayari kumpokea mwanadamu yeyote. Anasema ya kwamba ila anayemwamini Yesu anao uzima wa milele, hatapotea bali atakuwa na uzima wa milele. Muda wowote, saa yoyote, muda huu, Mungu yu tayari kukupokea. Mungu yu tayari kumpokea awaye yote unaposema ninageuka, ninampokea Yesu Kristo na kuingia katika wokovu. Maana hapo ndipo kuna kupona kwetu, hapo ndipo kuna uzima wetu, hapo ndiyo safina yetu. Hapo ndiyo safina yetu, kwa maana mbingu zilizoko zimewekwa tayari kuangamizwa kwa moto. Ni wakati ambao neema hii bado ingalipo, ni wakati wa kumpokea Yesu, ni wakati wa kukiri wa kumkiri huyu Yesu na kubatizwa. Hapo ndipo kuna kupona. Mungu anatupenda. Mungu anakupenda, anahitaji geuko, anahitaji upate kumkaribia, anahitaji upate kumkiri Yesu Kristo Mungu aliye hai. Hapo ndipo kuna kupona kwetu, hapo ndipo kuna uzima wetu. Moyo wako uwe tayari, nafsi yako iweke tayari kumpokea Yesu. Kisi wako kitu cha kukuzuia, kisi wako kitu cha kukufikirisha na kukurudisha nyuma. Mungu wetu yu tayari kutupokea majira yote, kutupokea nyakati zote. Haijalishi ni miaka mingapi imepita, bali muda wote unaposema niko tayari kumpokea Yesu na kugeuka, yeye yu tayari kutusafisha, kutuhesabu kuwa watoto wake wapya tena ndani yake, maana maandiko yanasema ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita nayo, na sasa yamekuwa mapya. Unapoamua kumpokea Yesu kutoka moyoni mwako na kuamini, ndipo ambapo unahesabiwa kuwa mwanaye na kugeuzwa na kusafishwa na kuhesabiwa tena kuwa mtoto wake. Mungu yu tayari kukupokea, anatupenda Mungu wetu wa mbinguni. Hapendi hata mmoja apotee, bali wote waifikirie toba. Mungu yu tayari kutupokea, yu tayari kukupokea. Ni wakati wa kusema ni tayari kumwamini Yesu, ni wakati wa kusema ni tayari kumpokea Yesu na kuokoka. Yu tayari kukupokea. Uwe tayari na moyo wako, ni saa ya kuweka moyo wako kuwa tayari, si wakati wa kushikilia uovu wa wote. Mungu wetu yu karibu kuja kuwachukua watoto wake, kuwachukua watakatifu, kulichukua kanisa lake. Anahitaji watoto ambao, kanisa ambalo li katika njia zake, li katika kumwamini Naam, ni saa ya kuwa tayari kugeuka na kumpokea Yesu na kudumu katika utakatifu. Hapo ndipo kuna uzima wetu. Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikazidi kuwa juu yako, ikazidi kuwa juu yako katika utayari na katika kumpokea Yesu na katika kugeuka na kumwamini huyu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana, Bwana awe pamoja nawe na akazidi kuwa pamoja nawe katika kila machira, katika china la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Amen.